Wanawachuoni wameeleza hilo jambo, taqlidu alqurra, waiga wasomaji wa Qur'an, wa wa qur wanasema, ikiwa unawaiga uzuri wa usomaji wao, bi maana namna wanavyozingatia makhariju alhuruf, matokeo ya herufi na utamkaji, kadhalika ahkamu tajwid, na hukumu za tajwid. Kuna wasomaji Qur'ani mabingwa katika hilo, ikawa unawaiga ili huweze kujifunza kupatia kwenye kusoma Qur'an, basi hukumu yake ni kama hukumu ya kulakinishwa na mwalimu akutamkisha na wewe ukatamka kama yeye kwa lengo la kupatia kuisoma hili Qur'an, kuwasikiliza Qur'a. Kwa maana hiyo, kuna wachuoni karibia wote wamelikubali, bali wengine wanaona ni jambo lenye kusaidia, na ndio maana wanahimiza watu wawasikilize wale kura ambao wamekubalika na kupitishwa ule usomaji wao wa Qurani. Kuna mabingwa wa kusoma qurani duniani. Hapa itafaa ama. Kwa mtu ambaye ashajua kusoma qurani na tayari ana sauti yake ya kusoma qurani, ikawa ni mtu wa kuigaiga sauti za wasomaji kwa lengo la kuwafurahisha anaowaswalisha, hili jambo baadhi ya maulamaa wameona si jambo lenye kupendeza, wameona kama ni kama jambo makruhu, kwa sababu linaingia kwenye kujikalifisha, na sisi tumekatazwa mambo ya ataklifu. Utajikalifisha kwenye jambo ambalo wala wewe hujafundishwa na sheria. Maana kumwiga mtu sio mchezo, mpaka upoteze muda, upande anapopanda, ushikwe anaposhuka. Wanaona kuna taklifu, wanuhiya almuslimun min ataklifu na Waislamu wamekatazwa kwenye kujikalifisha katika mambo. Kadhalika ndani yake wakati mwingine kunaweza kupatikana kukosea, kwa sababu wewe usome katika kile kiwango chako, unataka kuiga kile kiwango cha ule unayemsikiliza, pengine yeye ana uwezo mkubwa zaidi wa kuziunganisha ayati, au ana uwezo mkubwa zaidi wa kuzivuta zile mudud. Eh, ukajikuta unatafuta kupata naghma ile sauti yake ikawa umepatia sauti alafu unakosea ahkamu. Na hili jambo liko eh, kwa wengi wenye kuigaiga, analazimisha kwamba apande, anajikuta ile sauti haimsaidii kupanda pumzi na katikia njiani kap, anajikuta anasimama mahali ambapo la yajuzu alwaqfu fihi, ili linatokea sana. Alhasil si jambo lenye kupendezwa mbele ya wanawachuoni kwa sababu ya haya mahdhurat lakini wako wenye kuona kwamba ikiwa eh, hatakuwa na taklifu, labda ni mtu Allah amempa kipaji, yaani hajikalifishi yeye eh. Akisimama akisoma wanaona ah, mbona kama Sudaisi, mbona kama Al-Husari, mbona huyu kama Salah al-Budair, yaani Allah amempa hicho kipaji, hajikalifishi na wala hakosei. Basi katika hali kama hizi la baasa min dhalika, hakuna ubaya katika hilo, lakini wengi wanaingia kwenye ile kundi la kwanza la kujikalifisha na kukosea. Na mwingine ana sauti yake nzuri tu ya asili nzuri kabisa, namshangaa sasa. Ma maji sauti haya ya kuiga ya nini, wakati una sauti yako safi kabisa? Tunaipenda eh, mmeelewa eh? Naam, wallahu taala ala wa alam.